Miungano ya wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini imesisitiza kuwa mgomo wao wa kitaifa utaendelea. Mgomo huo umeingia siku yake 28 leo huku mazungumzo ya kutatua mgomo huo kati yao na serikali yakionekana kukosa mwafaka. Awali, waziri wa elimu Julius Ogamba alielezea matumaini kuwa wataafikiana, ila chama cha UASU kimeshikilia kuwa ni lazima walipwe shilingi bilioni 7.9 wanazodai. Imekuwa siku ya 28, vyuo vyote vya umma arobaini na viwili nchini vikisalia bila masomo, wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo wakiandamana kudai nyongezo yao ya baki ya shilingi bilioni saba nukta kenda kama ilivyonakiliwa kwenye makubaliano yao ya mwaka 2017-2021. <tipa> mihadhara ikisalia mahame kwa siku nyingine huku wanafunzi waliobaki njia panda wakitafuta njia za kujishughulisha sawia na hali ilivyo katika chuo kikuu cha Kisii. Hapa wanafunzi wakijihusisha na michezo mchana kutwa kupunguza upweke. Jua hakuna kitu tunafanya, tunawach mpira huko kwa uwanja e, masomo yaendelee. Saizi tunakaa tu bure. At sisi wengine tunaona tukidifa na hii ishu ikiendelea hivi naona wengi wetu hata tukiacha shule. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili yakiingia siku yake ya tatu katika chuo kikuu cha Machakos, na baada ya kutwa nzima ya mazungumzo matumaini yalikuwepo. The universities were meeting over this weekend in Machakos to work out on the issues of the 2017 2021 CBA and they had another team also negotiating the 25 29 CBA cycle. Ogamba alisema serikali na wahadhiri pamoja na wafanyikazi wa vyuo nchini, chini ya uongozi wa tume ya mishahara ya SRC walikuwa katika hatua za mwisho kuafikiana, to 7.9 bilioni balance of 624. Kwa sasa macho yote yanalenga kuona ikiwa makubaliano yatafanyika na masharti ya utekelezwaji wa matakwa hayo kutoka kwa pande zote mbili zinazoandamana. So the teams met to look at the documents and verify those facts and they are going to do a report today and from there we'll be able to give the country a way forward. Willy Lusige Runinga ya Citizen